kushika mwa baba. Ah, bo jambo. Yeah. Na shule. Wewe, wewe, wewe mtoto wewe, wewe, hebu njoo. Yaani, umetoka shule na unataka kutoka shule na pita tu bila hata kukagua daftari bila kufanya nini. Mtajuaje kama umesoma au hujasoma? Alafu na wewe, ah, nyamaza, nyamaza. Mtajuaje kama umesoma au hujasoma? Leo umesoma somo gani leo? Somo la English. Ah, hebu tuanione hapa. Unataka kupita pita tu kupita. Pita Tanzania, tu upite tu bila kukaguliwa. Toto wengine bwana. Tutakuenda shule na andika huko, afu unapiga tubia kukaguliwa hapa. Alipoandika hapo. Basi, mbona hata tarea hamna? He? Eh? Yaani tarea hamna, hapo makosa makosa makosa. ni kiingereza kinakushinda nini kusoma? Kiingereza, hmm? kinakushinda nini kusoma? Sisi hatukuwaga hivi. Eh? Baba wangu na yeye mlisoma soma la English? Kiingereza ndio tulisoma na na sister kipindi tunasoma, mimi hapa nilikuwa nashika namba moja, namba mbili. Wewe Kiingereza kinakushinda ni angalia makosa kosa kosa kosa kosa. Eh? Kiingereza kinachokushinda ni nini? Baba basi, naomba niambie kuku yule wakati anakimbia. Asa, wewe unafikiri kwa akili yako, mimi nitashindwa kusema kuku ile akiwa anakimbia kwa Kiingereza anasema nini? Kuku ukiulizwa kwamba, kuku ukiambiwa useme kuku kwa Kiingereza, akiwa anakimbia ni nini? Unasema This is cooking is kukimbia ringi. Wewe lakini, mimi nitashindwa. Hebu kwenda na madaftari yako kwanza. Kwenda, kwenda, kwenda madaftari yako kusema tukukuikukimbia ringiatashindwa nini? Matoto mingine, hmm. Mingine, kagua kagua madaftari matoto, unaweza ukajikuta mtu meumbuka. Ku maana kusema kwenyewe tulikimbia umande hapa, tunajifanya tunakagua madaftari, sio kama tunaanza kuulizwa maswali magumu na watoto wadogo.